Msifu Yesu Kristo. Karibu sana ndugu msikilizaji na mfatiliaji wa oratorio Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni dominika ya pekee ambapo mama kanisa anaadhimisha sherehe ya kutabarukiwa kwa basilika kuu la mtakatifu Yohane wa Lateran mjini Roma. Basilika hii ni kanisa mama la makanisa yote ya ulimwengu kwani ndiyo kanisa rasmi la Baba Mtakatifu, Askofu wa Roma. Kwa hivyo, leo tunasherehekea umoja wetu katika Kanisa Katoliki lote tukikiri kwamba sisi sote ni hekalu la Mungu linaloishi, lililojengwa juu ya msingi wa Yesu Kristo. Katika masomo ya leo tunakumbushwa kuwa Mungu anakaa kati yetu na kwamba Kanisa si tu jengo la mawe, bali ni watu wa Mungu waliokusanyika katika imani moja, na sakramenti na upendo. Tunasherehekea pia neema ya kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, tukiitwa kudumisha umoja, utakatifu, na utakatifu wa hekalu la mioyo yetu. Somo letu la kwanza kutoka katika kitabu cha Ezekieli Sura ya 47 aya ya kwanza hadi ya pili, aya ya 8 na ile ya 9 na ile ya 12, linatufundisha kwamba maji yanayotoka hekaluni ni ishara ya uzima na baraka. Hekalu linakuwa chanzo cha neema kwa dunia. Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3 aya ya 9 hadi ya 11 na ile ya 16 hadi ya 17 anatukumbusha kuwa sisi ni hekalu la Mungu, na Roho wake anakaa ndani yetu. Na katika somo la Injili, Injili Yohane sura ya pili aya ya kumi na tatu hadi ishirini na mbili Yesu anasafisha Hekalu, akionyesha kuwa yeye ndiye hekalu jipya mahali Mungu anakutana na mwanadamu. Leo basi tunaalikwa tujitakase mioyo yetu. Tuwe watu wa sala, amani na upendo, hekalu hai la Mungu duniani. Karibu tusafiri pamoja katika tafakari hii hadi mwisho. Ndugu zangu wapendwa, leo katika Dominika hii tunaadhimisha sikukuu ya kutabarukiwa kwa Basilika Kuu ya Mtakatifu Yohane Laterani. Hili ni kanisa kuu la papa huko Roma. Ni kanisa muhimu kwa sababu ni mama wa makanisa yote duniani, lakini pia ni ishara, hili kanisa ni ishara, basilika hii ni ishara ya umoja wa kanisa hapa duniani. Lakini ndugu zangu, leo zaidi ya jengo, tunasherehekea pia kanisa hai ambalo ni sisi wenyewe, kwa sababu kila mmoja wetu ni jiwe ni jiwe ambalo linajenga kanisa la Kristo. Wewe ni jiwe, yule mwingine ni jiwe, na mwingine ni jiwe. Kwa hiyo sote tunajenga hili kanisa la Kristo, na sisi sote ni hekalu ambalo Mungu anataka kuishi ndani yake. Na ndiyo maana ujumbe wetu siku ya leo, ujumbe wetu leo unasema wewe ni hekalu, wewe ni hekalu. Unajua ninatamani nianze kwa kukuuliza swali, kukuuliza maswali makubwa mawili. Swali so, la kwanza sijui kama umeshawahi kujiuliza kwamba hivi Mungu anakaa wapi leo? Hivi Mungu anakaa wapi leo? Je, ni katika makanisa makubwa au ni katika majengo makubwa yenye mapambo mazuri sana au yenye minara mikubwa au ni katika mioyo ya mtu anayemcha Mungu? Ni katika mioyo ya watu wanaomcha Mungu Mungu anakawa au? Je, unatambua ya kwamba wewe ni hekalu la Mungu? Unatambua kwamba wewe ni hekalu la Mungu? Na kama ndio kwamba unatambua wewe ni hekalu la Mungu, basi hivi moyo wako uko safi kiasi gani? Moyo wako umeandaliwa kiasi gani cha kuweza kumruhusu Mungu aliye mtakatifu akaenda ndani akaenda yako moyo wako umeandaliwa kiasi gani? Hebu fikiria, kwa mfano, pale nyumbani kwako, hebu fikiria pale nyumbani kwako eh? ambapo labda aidha ni nyumba yako mwenyewe uliojenga au ni nyumba yako ya kupanga, yoyote vile, hebu fikiria hapo nyumbani kwako, ambapo bila shaka mimi ninaamini kwamba nyumba yako umeiweka safi sana. Bila shaka unaisafisha, bila shaka unafanya usafi bila shaka unarekebisha, kama kuna mahali pamepata shida, pameharibika, unarekebisha. Kwa nini? Kwa sababu ni nyumbani kwako. Bila shaka unahakikisha ile hewa iko safi, madirisha ya yanaleta hewa ya kutosha. Bila shaka unahakikisha taa zinawaka vizuri, usipate shida. Yaani, kwa lugha nyingine unahakikisha kila kitu kiko sawa. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndio makao yako, ndipo unapoishi ni nyumbani kwako. Sasa Mtume Paulo katika somo la pili kutoka kwenye barua ya kwanza ya Wakorintho anatuambia kwamba miili yetu ni hekalu la Mungu. Hekalu maana yake ni nyumba ya sala, ndipo ambapo Mungu anakaa. Sasa hebu fikiria kama moyo wako ni makao ya Mungu, kama moyo wako ni makao ya Mungu. Hivi je, ni kwa kiasi gani unautunza huo moyo wako kama makao ya Mungu? Ni kwa kiasi gani unautunza? Au je, huo moyo wako uko safi kiasi ambacho Mungu atapenda ataishi? Au moyo wako umejaa vumbi? Eh, vumbi la dhambi, vumbi la hasira, vumbi la wivu eh, labda vumbi la kiburi, vumbi la chuki na kadhalika. Kwa ndugu zangu, katika sikukuu hii ya leo ya kutabarukiwa kwa basilika hii, hatuzungumzii tu jengo, hatuzungumzii tu juu ya ukuta, hatuzungumzii tu juu ya dari, hatuzungumzii tu juu ya vigae hapana. Lakini leo sikukuu hii inatutaka tuzungumze juu ya mioyo yetu, ambayo pia ni makao ya Mungu, ni makao ya Mungu. Sasa hebu fikiria. Okay, labda nikwambie hivi. Unajua neno hekalu, neno hekalu ka Paulo anasema sisi ni hekalu la Mungu. Sasa neno hekalu kwenye lugha ya Kigiriki lina maneno mawili, lina maneno mawili. Kuna neno la kwanza linaitwa hieron, hieron na neno la pili ni naos. Sasa ili neno hieron, hieron ni eneo lote la hekalu, linamaanisha eneo lote lile la hekalu maanayake ukumbi wa nje eh, eh, sehemu zote zile za ibada, hilo lote linamaanisha ni neno ili hieron, maanayake ni lile jengo zima, eneo lote lk like. Lakini neno naos kwa upande mwingine linamaanisha lile eneo linaloitwa patakatifu papatakatifu, maanayake hekalu lilikuwa na partitions. Sasa kuna ile partition ya ua wa nje, kuna partition ua wa ndani, kuna ile sehemu ya madhabau na kuna kule patakatifu pa patakatifu. Sasa ili neno naos linamaanisha patakatifu pa patakatifu, kwamba ni ile sehemu ambayo Mungu anakaa, ni pale penye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo neno hekalu sio tu jengo lakini neno hekalu ni mahali ambapo pana uwepo wa Mungu, ni mahali ambapo Mungu anakaa, ni mahali ambapo Mungu anaishi, ni mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake. Sasa katika agano jipya, ngoja ni kuonyesha tofauti kidogo ya agano jipya na agano la kale. Katika agano jipya hekalu lilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu kati ya watu Wana wa Israeli waliamini kabisa, waliamini kabisa kwamba Mungu anaishi miongoni mwao kupitia hekalu la Yerusalemu lililojengwa na mfalme Suleiman. Waliamini Mungu anaishi katikati yao. Kwa hiyo, hekalu lilikuwa ni mahali muhimu sana pa watu kukutana na Mungu. Kwa hiyo, watu walikwenda hekaluni kusali, watu walikwenda hekaluni kutoa sadaka Watu walikwenda hekaluni kutafuta msamaha, kujipatanisha na Mungu. Kwa nini Mungu anakaa kwenye hekalu? Ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hekalu lilikuwa ni, ni, ni, ni ishara ya agano pia, kwa sababu lile sanduku la agano lilihifadhiwa mahali patakatifu pa patakatifu, kama ishara au kama alama ya uhusiano wa Mungu na watu wake lakini pia hekalu lilikuwa ni ishara ya sehemu takatifu sana, sehemu safi, na mtu yeyote ambaye aliyetaka kuchafua hekalu alihesabiwa kwamba ametenda dhambi kubwa sana, kwani alikuwa anachafua ule uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hekalu lilikuwa linatazamwa kama sehemu muhimu sana, ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu unaoonekana kwa nje likiwa katikati ya taifa. Hekalu katika agano jipya, agano jipya hili wazo la hekalu linachukua maana pana zaidi, linachukua maana pana zaidi. Yesu Kristo mwenyewe alijionyesha kwamba yeye ni hekalu jipya. Kwa mfano ukisoma injili ile ya, ya, ya, ya Yohana, ya Yohana sura ya pili mstari wa kumi na tisa Yesu anawaambia wale watu, anawaambia bwana livunjeni ili hekalu na mimi ndani ya siku tatu nitalisimamisha. Maana yake hapa Yesu alikuwa akizungumza juu ya mwili wake, mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo katika agano jipya hekalu sio tu kwamba ni jengo, bali hekalu ni uwepo wa Mungu katika mwili wa Yesu kwa hiyo Yesu ndiye hekalu halisi ambamo utukufu wa Mungu unaishi. Sasa baada ya kufufuka Yesu, alipofufuka maana ya hekalu inapanuka zaidi, inapanuka zaidi, inapanuka zaidi, kwa sababu pamoja na uwepo wa Mungu kukaa katika hekalu la mawe sasa Mungu anakaa katika watu wake, anakaa katikati ya watu wake, anakaa katika mioyo ya watu wake kupitia Roho Mtakatifu. Na ndio maana Paulo anauliza swali, anasema: Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu? Kwa hiyo mioyo ya waamini sasa inakuwa ni hekalu la Mungu, moyo wako unakuwa ni hekalu la Mungu, huo mwili wako ni wa muhimu sana. Na hili linatokea kwa njia tatu, kuna njia tatu ambazo zinafanya miili yetu au mioyo yetu iwe hekalu la Mungu. Njia ya kwanza ni kwa njia ya ubatizo. Unajua, tunapobatizwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, tunakuwa watoto wa Mungu na huu mwili unakuwa ni nyumba yake ya kiroho, ni nyumba yake. Lakini pia tunakuwa hekalu la Mungu kupitia sakramenti na neno la Mungu. Kila mara tunapopokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu, ambayo ni Yesu mwenyewe, tunamkaribisha Yesu akae ndani yetu, tunamfanya aishi kwenye hekalu la moyo wetu. Na pale tunaposikia neno la Mungu, tunapolitenda neno la Mungu, tunapolitekeleza neno la Mungu, tunaitunza hii nyumba isichafuke, tunatunza hili hekalu. Lakini pia, namna ya tatu ni tunapoishi maisha mema yenye upendo, tunapokuwa wacha Mungu. Unajua, hekalu halisi sio tu lile jengo lenye mapambo, lakini ni ule moyo wenye upendo eh? moyo unaotoa msamaha, moyo wenye huruma. Unajua, tunapopendana tunashirikisha ule uwepo wa Mungu ulio ndani yetu, ule upendo unapeleka ule upendo wa Mungu ulioko ndani yetu. Sasa leo nataka kuzungumza juu ya mambo makubwa mawili ambayo tunaitwa tuyatafakari katika Dominika hii ya leo tunaposherekea sikukuu hii ya kutabarukiwa kwa Basilika kuu ya Mtakatifu Yohane wa Laterani. Jambo la kwanza ambalo tunaitwa kutafakari leo, tunaitwa kuwa wasambazaji wa neema na baraka za Mungu. Leo hii tunaitwa kuwa wasambazaji wa neema na baraka za Mungu. Unajua, katika somo la kwanza tunalolisikia kutoka kwenye kitabu cha Ezekieli ile sura ya 47 mstari wa kwanza mpaka wa 12, tunasikia pale maono ya nabii Ezekieli. Nabii Ezekieli anaonyesha hekalu likitoa maji ya uzima, maji yanayotiririka kuelekea jangwani na kugeuza kila kitu kuwa hai. Unajua, ni somo muhimu sana. Haya maji yanatiririka kutoka wapi? Kutoka hekaluni, na yanatiririka yanaelekea jangwani, na huko kwenye jangwa ambako kuko jangwa, hakuna kitu kinachomea au kinachokua au kinachoishi. Haya maji yanabadilisha lile jangwa kutoka kuwa ukame mpaka kuwa kitu hai. Haya maji sio maji ya kawaida ndugu zangu, haya maji ni ishara ya neema ni ishara ya roho wa Mungu. Maanake kila kitu ambacho kinaguswa na haya maji kinafufuka. Kila kitu ambacho kinaguswa na haya maji kinapata uzima mpya. Kila kitu ambacho kinaguswa na haya maji kinazaa matunda, na hata maji ya chumvi, kwa mfano bahari iliyokufa, maji yake yanageuka tena kuwa safi yanapoguswa na haya maji, haya maji yanayotoka, yanayotiririka kutoka kwenye hekalu la Mungu. Kwa maneno mengine ndugu zangu, hekalu la Mungu linakuwa chanzo cha uzima. Na popote pale haya maji yanapopita, panapata uzima. Popote maji yanapopita, panapata uhai. Sasa ndugu zangu, hii ni picha ya kitu kinachotokea pale ambapo sisi tunapokuwa hekalu na Mungu anaishi ndani yetu. Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu tunakuwa chanzo, tunakuwa vyanzo vya neema ya Mungu. Tunakuwa vyanzo vya neema ya Mungu kwa ulimwengu uliochoka, tunakuwa vyanzo vya neema ya Mungu kwa ulimwengu uliokata tamaa kabisa. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu sisi kama hekalu, tunakuwa chanzo cha neema na baraka za Mungu kwenye ulimwengu uliojaa chuki, uliojaa kukata tamaa kabisa. A, ndugu zangu, leo Mungu anatualika kuwa hekalu hai. Anakualika wewe, ananialika mimi kuwa hekalu hai. Leo tunaitwa kuachilia maji ya neema ya Mungu, kuachilia maji ya baraka za Mungu yatiririke. Yatiririke kutoka wapi? Yatiririke kutoka kwenye hilo hekalu kupitia matendo yetu mema, kupitia maneno yetu yenye faraja kupitia maneno yetu yenye matumaini. Haya maji yatiririke kwenda kufariji maskini, kuonea huruma maskini, kwenda kusamehe hata wale waliotukosea, na kuwapenda hata maadui zetu. Maana yake haya maji yatiririke na yasambae kwenye maisha ya watu. Upendo, haya maji ni upendo wa Mungu ndani yetu, ni huruma ya Mungu ndani yetu, ni matumaini ya Mungu ndani yetu, ni msamaha ndani yetu maana yake yatiririke, sasa yaende kwenye maisha ya wengine. Ndugu zangu wapendwa, tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa ukame wa kiroho, watu wamechoka, watu wamejeruhiwa. Tunaishi kwenye dunia ambayo kuna watu wamepoteza matumaini kabisa, kuna watu wamekata tamaa kabisa nani katika dunia hiyo, Mungu anatuita sasa tuwe mito ya uzima, tuwe mito ya matumaini, tuwe mito ya faraja kwa wote ambao wamekata tamaa. Unajua, wale ambao wamelima mpunga wanaweza kuelewa vizuri. Kwenye mashamba yale ya mpunga kuna wakati ambapo wale wakulima huwa ana blok ile mifereji inayopeleka maji eh, kwenye mashamba, ana blok mfereji huu, eh, an, an, an, an, ana blok mfereji ule akitaka maji yanyeshe tu shamba hili kwanza. Akishakamilisha, ana unblock, ana anaruhusu maji yaende kwenye shamba lingine. Tena akitoka hapo, anaruhusu maji yaendelee, anaenda kublock tena mbele, maji yaingie up upande huu yamwagilie shamba hili, alafu ana block pale, ana ruhusu maji yaingie tena huku. Kwa hiyo huwa kuna kule kublock na kuunblock. Okay. Kwa hiyo ndugu zangu, wakati mwingine na sisi tatizo kubwa tunalokutana nayo ni kwamba, wakati mwingine tunaziba tunaziba kile chanzo cha neema, tunaziba kile chanzo cha baraka za Mungu zisitiririke kuingia kwenye maisha yetu, au zisitiririke kwenda kwenye maisha ya watu wengine. Na kitu kikubwa ambacho kinaziba kinazuia kina kina blok ile flow ya baraka ya Mungu, kina blok yale maji ya neema za Mungu yasitiririke kwenda kwenye maisha yetu na kwenye maisha ya watu. Kitu kinachoziba ni dhambi. Dhambi ni kati ya kitu kinachoziba kabisa. Unajua dhambi, ndugu zangu, inazuia inaziba ule mfereji ule mto wa neema ya Mungu, ule mto wa baraka za Mungu, unakausha kila kitu. Dhambi inakausha kila kitu. Dhambi inafanya hekalu la mioyo yetu kuwa kavu, eh. Kiburi, kiburi kinafanya hekalu la mioyo yetu kuwa kavu. Kinyongo, unapokuwa na kinyongo, kinyongo kinakausha ile neema ya Mungu ndani yetu, kinyongo kinakausha ile baraka ya Mungu ndani yetu. Hekalu linabaki kavu, linabaki kavu. Unapokuwa mbinafsi, unajua ubinafsi unakausha ile neema ya Mungu ndani yako inafanya hekalu lako liwe kavu. Unajua, hekalu lako linapokuwa kavu, kwa lugha nyingine, ile dhamiri yako njema inakufa, inakufa. Mi nakuambia hakuna kitu kibaya kama dhamiri yako kufa, hakuna kitu kibaya kama dhamiri ya mtu kufa, mtu kuua dhamiri yake. Utajikuta huoni tena shida kuumiza mtu. Dhamiri yako ikifa, huoni shida kuua mtu Dhamiri yako ikifa, huoni shida kuumiza familia ya mtu, huoni shida, huoni shida kuumiza mume wako, huoni shida kuumiza mke wako. Dhamiri yako ikifa, huoni shida. Kwa kifupi, dhamiri yako ikifa, unakosa utu, unakuwa zaidi ya mnyama. Kwa mfano, wewe kutana na kiongozi ambaye hekalu la moyo wake ni kavu, kutana na kiongozi ambaye dhamiri yake imekufa ni hatari ni hatari sana. Anakosa utu, ule utu haupo. Anakosa huruma, ile huruma haipo. Anakosa kabisa, anakosa kujali, kule kujali kunakuwa hakupo. Kiongozi ambaye dhamiri yake imekufa, moyo wake ni mkavu, hekalu lake ni kavu, hawezi kujishusha, kushuka na kuelewa hali ya watu wengine, kushuka na kuelewa maisha ya wengine hawezi kuelewa, amejaa ubinafsi. Hata akiona nchi inaangamia kwake ni sawa tu, as long as yeye anapata faida. Anajua faida anayopata ye, haoni shida. Nchi inaangamia, watu wanakufa, ye haoni shida yote, haoni shida, na anatafuta kila namna ya kujustify watu kufa, kujustify watu kupata shida, anatafuta kila namna kujustify. Ataishia hata kusingizia wengine, kutengenezea wengine kesi. Kwa nini? Dhamiri yake imekufa. Imekufa. Ni hatari kweli kiongozi ambaye dhamiri yake imekufa. Akiona kampuni inaangamia, kwake ni sawa tu. Akiona hicho chama kinateketea, kwake ni sawa tu. Akiona hiyo kwaya inaisha, kwake ni sawa tu. Hajali, ni sawasawa sawa na baba ambaye hekalu lake limekauka halitiririshi maji ya neema ya Mungu. te hapati shida kumtesa mke wake. Hapati shida kutesa familia yake kwa sababu ya side chicks huko nje. Hapati shida haoni shida kutelekeza familia yake, anajiangalia yeye tu. Daktari ambaye hekalu lake ni kavu, amekosa utu, haoni shida kucheza na uhai wa watu. Haoni shida, haoni shida kula rushwa ndio amsaidie mgonjwa, haoni shida yuko tayari hata kuacha maisha ya mtu yateketee, kwa sababu tu hana rushwa ya kutoa hana hela ya kumuomba. Kutana na jaji ambaye hekalu lake ni kavu, haoni shida kuuza haki ya mtu, haoni shida. Ndugu zangu wapendwa, tunahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu afungue tena, azibue tena, azibue a unblock hivi vyanzo vya neema ya Mungu na baraka za Mungu, ili tuweze kutoa uzima, tuweze kutoa matumaini, tuweze kutoa faraja kwa wengine. Hebu jiulize leo, jiulize maswali haya hivi. Je, moyo wangu ni hekalu la na namna gani? Ni hekalu lililo hai au ni hekalu lililokauka lililo? Na kama limekauka, kama moyo wangu ni hekalu lililokauka, ni nini kimekausha ni nini kimekausha? Ni dhambi gani imekausha? Ni nini kimebloka? Je, ni chuki au ni majeraha ya ndani au ni kuto kusamea? Au jiulize, ni wapi ambapo ninapaswa kuruhusu maji ya neema ya Mungu yatiririke? Ni wapi ninapopaswa kusambaza haya maji ya neema ya Mungu, hii baraka ya Mungu ni wapi? Je, ni katika familia yangu? Je, ni kazini kwangu? Je, ni shuleni au ni kwenye familia au ni kwenye jamii? Ni wapi? Au jiulize, watu wakikutana na mimi hivi wanahisi nini? Ni wanapata nini? Je, wanapata uzima wakikutana na mimi? Wanapata faraja, wanapata matumaini mapya, au ndo wanahisi baridi na ukame? wanahisi hawako salama wanapokuwa na wewe. Kwenye somo la kwanza, ndugu zangu, nabii Ezekieli anatuambia haya maji yalitiririka, eh? haya maji yalitiririka, yalikuwa yanatiririka. Ndugu zangu wapendwa, ndicho tunachoitwa kukifanya leo, kuruhusu haya maji yatiririke, eh? kupitia sisi, yasambae, tusambaze upendo kwenye maisha ya watu tusambaze amani eh? tusambaze msamaha kwa watu, tusambaze furaha kwa ulimwengu unaoteseka. Ndugu zangu, mimi naamini kwamba Mungu hataki tu wapokeaji tu wa neema, Mungu hataki tuwe reservoir wa neema, wapokeaji tu wa neema na kutunza neema, lakini Mungu anataka tuwe wasambazaji wa neema. Kwa hiyo, ndugu zangu, dunia hii tunaoishi ni dunia ambayo inatusubiri, inasubiri watu wanaoishi kweli kama hekalu la Mungu, hekalu linalotoa na kusambaza maji ya uzima, linalotoa na kusambaza neema za Mungu. Neema hiyo, ndugu zangu, inagusa. Hiyo neema inaponya, hiyo neema inaleta uzima mpya. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, kwamba tunaitwa kuwa wasambazaji wa neema za Mungu, wasambazaji wa baraka za Mungu, na sio watunzaji tu. Hapana. Jambo la pili ambalo Yesu anatualika kulitafakari leo ni swali, na mimi nataka, ninataka ujiulize swali hili, hivi Yesu akichungulia moyoni mwako au akiingia moyoni mwako leo atakuta nini? Yesu akiingia moyoni mwako, akitazama moyoni mwako, atakuta nini? ataona nini? Unajua, katika somo la injili siku ya leo I, inayotoka kwenye Injili ya Yohana ile sura ya pili mstari wa kumi na tatu mpaka wa ishirini na mbili Yesu anasafisha hekalu. Tunaona anasafisha hekalu, anapoingia hekaluni anashtuka kwa sababu kuna mategemeo Yesu alikuwa nayo alipokuwa an, anaenda hekaluni, kuna mategemeo alikuwa nayo, alikwenda alipokuwa an, anakwenda alitegemea atakuta sala zinaendelea hekaluni alitegemea atakuta ibada zinaendelea hekaluni, alitegemea atakuta watu wanamwabudu Mungu hekaluni, alitegemea atakuta watu wanajipatanisha na Mungu hekaluni. Lakini alichokikuta kilikuwa ni tofauti kabisa na alichokitegemea alikuta kule hekaluni, hekalu limegeuka kuwa soko, kuwa eneo la biashara. Yesu alishtuka. Ukumbuke Yesu alikuwa ni Myahudi, alishtuka kwelikweli kweli. Ndugu zangu wapendwa, nataka nitujiulize swali leo. Yesu anatamani sana, anatamani aingie moyoni mwako leo. Akija moyoni mwako, akija kwenye maisha yako, akija ya ndani mwako leo, Yesu atakuta nini? Angekuta nini? Je, angekuta hekalu lako liko safi? Au angekuta limejaa sala, limejaa huruma, limejaa upendo limejaa matumaini, limejaa faraja. Atakuta hekalu lako liko namna gani? Atalikuta liko safi, limejaa hivyo vitu vyema, au atakuta hekalu lako au moyo wako lime